Katika kipindi kigumu, kwa nini umekaa mbali na mimi Mungu? Pola napitia mateso kiasi hichi, pola napata maumivu makali kiasi hichi. Yaani mimi nakuwaza leo usiku mzima, unaniharibia stare yangu mimi nikikomba unaninyima, nikikomba unaninyima. naza mtoto hajakuwa, lakini hatujaishia hapa ya. Yaani, inapiga take two yule mwanamke nitakuja naye sana, hii ni back to back ah. umilia imenitenga umaanguaa ni nyanyasa na mtoto mdogo yule, tampeleka wapi? tenda wapi

Na akusikiliza, unajua jirani anateseka sana jirani huyo hapa majei ananyanyasika anaishi maisha magumu sana. Hey, mbona sasa imekuwa hatari? Changamoto ni mume wake, mume wake anamtesa anapata shida na yule mtoto mbeo. Haya ni uso, lakini yule ni mwanamke mwenzangu na anastahili kuishi maisha ya furaha kama wanayoishi wengine. Mbona sasa imekuwa hatari? Nilikuwa na nilikuwa naomba tu msaidie ataishije? Na yule mtoto mme wake ndo hivyo, anamnyanyasa, analala nje, analeta wanawake ndani. Nashukuru, nimerudi, nimekuota uko salama sana, maana akili na mawazo yangu yote ilikuwa ni kwa ajili yako mama yangu. Sawa. Mm, a ah, inatokea nimerudi na kama siku tatu sasa hivi toka nimerudi, lakini mambo ma ambayo nimekutana nayo nyumbani, kikweli mpaka kichwa kinauma, nawaza, sielewi nifanyaje. Unaona, kwa sababu nimefika nyumbani, nimekutana na changamoto. Sister ana changamoto, mume wake si anamsumbua huko, anampiga, anamnyanyasa, anamtesa asami. Kama kaka, unajua lazima niongee kila kitu sawa lakini nashukuru saizi la kila kitu sana. Mm. Hmm. Naomba kujua, mpenzi wangu, umwache salama huyo jamaa, maana wewe ni mkali. kukuani mara ya kwanza kuzisikia hizo taarifa, kuwonanishe kumpa onyo kwanza, ilendakoakirudia sitokaa kimya tena, tamfanya kitu ambacho mpaka dunia itanishangaa na sio dunia tu, mpaka shetani mwenye, hata nikataa. Na kama laiti nikijua huyo malaya mshenzi, mshenzi anaefanya dada angu anateseka nini, tena anaefanya dadaangu anahangaika na lala nje kwa ajili ya ujinga wake, haki ya Mungu nakwambia, ndo atakapojua asali ni tamu kuliko utamu wa asali endapo nikimjua na nikamgundua, aiswea siko tayari kuwa na maisha dada yangu vile. Kinachoniuma zaidi kikuhusu yule mtoto, imefikia hatua Majai anadai kwenda mbali na kumwacha yule mtoto kiangalia. Kwa sasa hivi Majai yupo na mme wake kama hivyo anavyovifanya, Majai yakiondoka itakuwaje? Yule mtoto ataishi maisha magumu sana. Unaonaje, tumsaidie angalau, twende hata kwa mjumbe tumuelezee, huenda anaweza akawasaidia. Yule jamaa livunga kwa fujo, kama nakumbuka nikatoka yeah. E, kati ya maneno ambayo nilisikia lidai kuwa yule dada yake, na mimi katika vitabu zangu huwa kuna sehemu nampata, wanambatisha sana nakuamikaa kunafikiri nitajaribu nitashukuru kama utamsaidia, namuonea huruma sana yule mtoto. Ndomaana nakupenda mme wangu. mm -hmm. si baba wangu wow. mm -hmm. manena, <laughs> Yani, kwenye ulikuwa huko yani eh, mkana kuota na nakuwaza Nasema jamani, mpenzi wangu atarudi lini? Lakini nashukuru Mungu mume wangu merudi, yaani kama Mungu tu vile amekutuma. Nashukuru sana, mpenzi wangu, usijali, mimi ni wako. Nakupenda sana. Na mimi na wewe ni wangu, sio? Unajua nimekutunzia sana, yaani nilizidiwa mpaka nikasema, lakini nashukuru Mungu mpenzi wangu merudi. Umenifurahisha, nakupenda sana afu bado kuna wajinga wajinga huko nje walikuwa um, wananisumbua wananisumbua wana ni lakini nikasema mimi na mpenzi wangu ambaye nampenda naye ananipenda, afu na ndo tunaye mm, eh, kipenzi. Ila nikigundua jamani, sikia, nakwambia ku nikigundua, hapana mpenzi wangu, ndio utajua. Hapana. Kwamba asali ni tamu kuliko tamu wa asali. Hapana, bwana mimi nakupenda wewe. Mm. Kweli, nakupenda pia mm. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani ukirudi ugopi utatua. Moyo unavuja damu. Mimi natoka naenda kazini, ila kuna kitu ambacho nitaka nikukumbushe. Nikishatoka hapa nyumbani, na nawe siokatoa hata mguu wako. Mi nimekuelewa mme wangu vizuri, lakini asubuhi baba amenipigia simu Jirani yetu pale anaozesha, ndugu wangu anaolewa, hivyo akaniambia niende nikawasaidie kazi mbili tatu. Lakini nimetoka ole, mguwa, au... hapa nimetoka kukueleza kama wewe hauruhusi kutoa hata mguu hapa alafu sasa unaniambia, naniambia baba akakupigia simu kwao. Unabishana na maneno yangu au? Hapana mwanangu, lakini kumbuka wale ni jirani zetu na tumeshaishi nao vizuri muda mrefu sana. Yaani ndoa yako hapa nyumbani inakushinda. Ila unataka kashuhudia ndoa ya mwenzio. Wewe utashauri nini kule wewe kama si ombea? Sawa, umeniambia nisinyoe hata mguu. Lakini huko nakoenda, ngenda kupiga ombea nani? Nimesha, na nani mume wangu? Nimeshamaliza. Naomba unipe ruhusa yako. Ina maana sasa tunaanza kushindana sio? Wale ndugu zetu tumeshasaidiana nao kwenye matatizo mbalimbali. Leo mimi nikikosekana kwenye hili, unafikiri itakuwaje? Nimekwambia hivi maneno yangu mimi ni sheria, usitoke hata kukurusha. Hivi hii shingo yako inaweza kuwa harari yangu. Maka sasa tulipofikia, unashindana na maneno yangu ambayo ni sheria, sio? Kama unanielewa vizuri, basi mimi nimekuelewa. Baadaye huyu mwanaume, ina maana Siruhusiwi kushia furaha wala matatizo ya familia yangu. mtoto mtoto mtoto wa wa wa mtaani mtaani mtaani ni mtoto wa mtaani. Huyu mwanamke atakuwa ameenda wapi? Ina maana zile amri zangu ambazo nilimwambia mimi nikitoka hapa nyumbani haruhusiwi kunyanyua hata mguu ameanza kuzipuuza? Au atakuwa ameenda ambako alikuwa anataka kwenda, harusini. Lakini sawa. Ngoja nimsubiri, tutajua. wakati yangu mimi na yeye, nani ni mwanaume hapa nyumbani? Yaani nitoke kazini nimechoka, nifike nyumbani mwanamke hayupo, nianze kumsubiri nje tena. mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani Eh, mama yangu nimesha kanyaga. Sijui nitaanzia wapi leo. E eh, Mungu wangu nisaidie Ni mwamshe <coughs> au niondoke maana akiamka huyu mjamaa si hataniua mimi? Oh, baba umenipoza baba. Muuliza, ulikuwa wapi? Unasema nini? Ina maana ulikuwa kwa nini sio? Alafu cha kunishangaza, mbona umependeza sana? Sijakupata nia ya yangu, umependeza hivi. Umeanza umaraya, si ndio? Nitoa sheria yangu hapa nyumbani, hauruhusiwi kutoa tamguu Ukautoa unanizarau sio? Sasa utaenda kunielekeza vizuri, ulikuwa wapi? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani ni mtoto wa mtaani. Ah, sasa ndugu yangu yeah. Uh, na machacha ambao natoka, tuzungumze. Na nitaomba muda wako kidogo. Bila shida, ongea tu. Kuna ah, jambo nilitamani kujua. Yule, yule yule dada pale jirani yangu pale yule, mna uhusiano gani kati yako wewe? Kwanza ujue kama nani na kwa maana gani? Sidhani kama kuna haja ya kupanic, lakini nafikiri ukiniambia tutawekana sawa. Anyway, mimi yule dada yangu. dada yako kivipi? dada yako watumbo moja, ama dada yako akufikia? nachokuambia ni kwamba yule, mimi dada yangu bwana, dada yangu tumbo moja kabisa. usikuelewe hapo nini? sasa ah, kukuuliza kuweka sawa ma maisha ya dada yako pamoja na familia yake kwa mm, kama yule kweli ni dada yako t watu... tafadhali, naomba muangalie mtaa aliweka vipi hili kwa sababu dada yako anaishi maisha magumu sana. Dada yako, toka siku ile umetoka pale nyumbani, sijaona kilichobadilika zaidi ya kuongezewa mateso. Na sidhani kama kuna jema analifanya zaidi ya kufanya jema likawa baya na kifanya baya, na kuwa baya zaidi. Dhumuni la kukaa hapa kuzungumza na wewe ni kuangalia pia maisha ya yule mtoto. Yule mtoto ataishi maisha magumu sana pale. Nilichokifanya chochote hamna kilichosaidia, si ndio? Sina maana nilichokifanya akina msaada, lakini yale mateso ambayo dadako anayapata naona kama yanazidi Siku mtakuja mpigiwe simu mpate simu ya matatizo. Sasa nisikilize bro, sawa? Maisha ya dada yangu waka yachezewe kirahisirahisi namna hiyo, sawa? Sasa naomba nikutume, uende ukamwambie kwamba chuma kimeingia, hakuna mtu kuteseka tena. Mwambie hivi kwamba endapo akitua tena hapa nyumbani kwako, basi hakikisha anaondoka na kichwa chako. Sawa, naomba umfikishie, amwambie maisha dada yangu mimi ndio kila kitu, mimi ndio naye yalinda, si unanielewa? Kama hajawahi kuonja chai kwa hisia, sasa hivi itakuwa ni mara ya kwanza, na hatajua utamu wake ni nini. Kuna muda najiuliza, wai, mbona ndoa yangu inasumbua, matumizi hujaachana Kilio ugombi, utatua moyo wangu, unavuja damu, maumivu makali. Unatufukuza, tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni. Mume wangu, kosa langu lipi? Samahani mume wangu, kwa kosa lipi niliondoka bila kukuaga? Mume wangu, kwa unafanya makosa kwa kutegemea utaniomba msamaha Sindio? Hapana. Mlongo minda kwambia kila kitu kila kitu. Minda kwambia kipi wakati umeondoka? Labda alinipigia simu tena akanambia niende, nikaambia mi sijajiandaa. Lazima kila kitu nitakikuta huko, kila kitu nitakikuta kule. Kwa hiyo mimi na babako namsikiliza hasa na